Bado niko uwanjani, bado naongea na mashabiki wawili watatu wa FC wamekuja kwa sababu ya kuangalia mtanange. Niko na mshikaji wangu hapa, atajitambulisha, nataka nimjue jina lake, kwa sababu umeona stali yake ni energy, Azam drink ndo kavaando kama nguo yake. Mambo vipi? Shwari bro. E bwana, kwa jina tunaenda kama nani? Tumetoka kwa jina, anaitwa Johanes Julias Kachubo ida kwananili kwenye mitandao ya kijamii na hito, ajwane, Skachubo, ila, naniliku, kijamina, tunimia Shinobu Shinobo, uko uwanjani, unaangalia game live. Nini ambacho unakiona, nini ambacho umekiona mpaka sasa hivi? Naivutia sana Azamu, inavutia ina kitu cha kujifunza kwa timu za hapa Tanzania, na Azamu, ukiangalia kwa jicho la tatu, itafika mbali sana. Yaani ukiangalia hapa Azamu mpaka sasa hivi kuna asilimia kama 80 ama 90 za kukualify kuingia kwenye hatua ya makundi. Hii ndo mara ya kwanza Azamu inaingia kwenye hatua ya makundi miaka 21 toka ilivyoanzishwa. Leo kwa mara ya kwanza wanakualify kuingia makundi. Weo unatamani kuongea kitu gani? Mimi nachotamani kuongea Azamu asilimia tuseme kama tisina tisa ashaingia makundi, na kwenye makundi asilimia mia Azamu anapita. Atakuja kunitafuta na kuniuliza kwa nini nimesema hivi, hili vazi la machupa chupa, hii design nani kaifanya hii design? Nime design mimi mwenyewe kwa ajili ya kuisapoti Azamu okay. Azamu ni mimi naipenda sana Azamu ni football club naipenda sana ndio maana nimetengeneza hii kuja kuisapoti, kuonyesha kwa kwamba kila kitu kinawezekana. Kuna kitu kimeingia gharama hapa, kuna kitu kimenunuliwa, kuna gharama imetumika. Mi gharama nilikoa kila siku nilipoanza kutengeneza hii nguo. Kila siku nilikuwa nakunywa eneji. Kila siku. Kila siku. Kwa ukati kunywa nyinyi mpaka ukatimiza lengo lako. Ndio. Hizi ziko kama chupa ngapi hapa? Ziko chupa 135. Ziko chupa 135. Ndio. Bana, ongera, ongera sana kwa ubunifu wako. Asante sana. Enjoy, waambie watoto wanaangalia nini ambao enjoy. Asante sana. Haya my brother.